Karibu sana kwenye kipindi kingine, ndugu wapenzi wa watazamaji Norland Tanzania TV, uh, channel. Um, leo ninakuja na kipindi muhimu sana kwa wote watazamaji, na kama nilivyosema, usahau kusubscribe, kulike na kushare kwa watu wengine, ili kuweza kuona namna gani hii fursa, um, ya kipekee inawafikia Watanzania wengi na ndugu zetu Afrika kwa ujumla na nchi nyingine nyingi. Na leo nitazungumzia namna gani unaweza kuanza safari yako ya mafanikio ndani ya Norland, utafanikiwaje? uh, hii safari ya mafanikio ndani ya Norland ni safari ambayo ninaizungumza kwa sababu nimeanza hatua za mwanzo kabisa, nimepitia vipindi vyote vya mafanikio ndani ya Norland na nimeweza kufanikiwa kwa kiwango kikubwa ndani ya Norland ndani ya muda mfupi kwao. Nitawasimulia um, nitadadavua, nitatoa semina, nitatoa mafundisho hayo mafupi kukusaidia wewe mpenzi mtazamaji, mtumiaji wa, wa bidhaa za Norland, mfanya biashara asiye kwa mfanya biashara, mwanafunzi, na mtu yeyote yule ambaye anapenda kufanikiwa katika maisha. Kwa majina naitwa Benno Mwitumba, na nimezaliwa katika familia ambayo haikuwa na kipato kikubwa Ruvuma. Uh, na kama navyofahamu, uh, familia hizi zinakuwa na watoto wa kutosha. Mimi ni mtoto wa tisa, wa mwisho kwa mamangu Monika, na nilichokijua katika maisha ni kwamba ninatakiwa kufanikiwa. Nilijua inawezekana na nilifanikiwa kwa sababu niliamua kufanya maamuzi, na kuna sababu nyingi sana zinaweza kupelekea kufanya haya maamuzi lakini kikubwa, mara nyingi kwa sisi familia za Kiafrika, inakuwa ni changamoto unazopitia eza mzazi wako, changamoto anazozipitia, au wewe mwenyewe changamoto unazozipitia, au kuna mambo unakuwa unayaona hukubaliane nayo. Kwa mfano, mimi nimezaliwa kwenye familia ambayo mamangu wakati wa sherehe alikuwa apewi kipaumbele ile high table. Eh? Ni, ni, always nilikuwa naona mamangu akae kwenye high table. Siku moja nilimuuliza nifanyeje, mimi ili mama uweze kukaa kwenye high table. Akaniambia, soma sana, uwe padre. Ukisha kuwa padre, utakuwa na marafiki Ulaya, watakupandisha ndege na utakaporudi, utarudi na nguo za mitumba, utanivalisha mi mamako mitumba, kama yani second hand. Kwa hiyo ilikuwa mwaka elfu moja mia tisa tisini na nne ambapo mamangu wakukaa kwenye high table, kwenye sherehe ya wanafamilia. Toka siku ile mimi nilipata kujiuliza nifanye nini ili mamangu aweze kukaa kwenye hii table. Hiyo ni mimi, inawezekana wewe umekaa kwa mtu, umeona kuna familia zetu za Kiafrika utakuta uh, upo na unafanya kazi kwa watu mtoto um, mwenye nyumba anapewa nguo wewe upewa. Kila mtu anakuwa na changamoto zake, lakini mwingine anazaliwa kwenye familia bora, anawekewa misingi, anaonyeshwa primary, secondary, chuo kikuu, anapata kazi lakini mwingine anakuwa katika familia za wajasiriamali tunaita entrepreneurs. Amezaliwa anauza ndizi, amezaliwa anauza duka, amezaliwa yupo anaendesha gari la babake ana, ana, ana, ana, ana, amezaliwa anashona na nguo. Nilikuwa naongea na fundi designer ambaye anashona hizi nguo ananiambia, mimi sikusoma, lakini babu yangu alikuwa fundi, ila pia sikujifunza kwa babu kwa hiyo kuna kuwa na sababu nyingi sana za familia za kiafrika kuhakikisha kwamba mtu ameanza biashara. Sasa mimi nitazungumzia nguzo za maisha zinazoweza kukufanya wewe ufanikiwe ndani ya muda mfupi kama mimi nilivyofanya ndani ya Norland. Nguzo ziko tatu, nguzo muhimu. Nguzo namba moja ni afya, namba mbili ni kipato, namba tatu ni uhuru. Tunasema kwenye nguzo za maisha kuna nguzo tatu muhimu. Moja, lazima uwe na afya njema. Mbili, lazima uwe na kipato. Tatu, lazima uwe na uhuru wa kipato. Sasa, kwenye nguzo kuu ya afya tunazungumzia hapa, tumezungumzia ubora wa bidhaa za Norland. Tumezungumzia namna gani bidhaa za Norland zinaweza kufanya uwe na afya ya akili. Tumezungumzia namna gani bidhaa za Norland zinaweza kukupa afya ya kimwili na naweza na tu kukwambia mtu usipokuwa na afya ya akili na afya ya kimwili, unaweza kupelekea kuwa na afya ya kiroho shida. Katika afya ya kiroho unakuwa uamini, unaweza kuwaza uh, kwa mfano kuna watu wanakuja nasema nimelogwa. Hmm? Eh, nimelogwa, sioti ndoto, nimelogwa. Lakini hiyo yote ni kukosa afya ya akili. Lakini kuna nguzo muhimu sana inaitwa nguzo ya kipato. Sasa tunapata kipato eza kutokana na ajira, uh, binafsi au kuajiliwa au biashara au tunaweza tukawa mawakala kama nilivyoelezea kwamba Norland unaweza kuwa wakala wa Norland na unaweza kufanya biashara nchi nzima, dunia nzima. This is what we call financial freedom, uhuru wa kipato. Sasa uhuru wa kipato unajengwa na vitu vingi sana. Kwanza kipato chenyewe, namba mbili, matumizi ya lazima ya kipato chenyewe namba tatu, matumizi ya kujipangia, namba nne, muda wa kipato unavyokuwa na, namba tano, ukomo wa kipato. Hapa nitazungumza kwa undani zaidi nguzo hii namba tatu. Ndio ambayo imekuwa kero kubwa sana inayosababisha watu wasiwe huru katika familia zao, watu wasiwe huru katika matumizi, kwa sababu kuna matumizi ya lazima. Kwa mfano, unalipwa pesa labda laki moja, lakini bili ya umeme haikwepeki maji hayakwepeki mavazi hayakwepeki, chakula hakikwepeki. Kwa hiyo ni lazima hii namba tatu nguzo muhimu sana ambayo tunazungumzia, uhuru wa kipato. Kwa nini ni muhimu sana kufahamu hizi nguzo tatu? Unaweza ukawa na afya njema lakini ukakosa kipato, mwisho wa siku utaishia kutokuwa na afya njema. Unaweza ukawa na afya njema ukawa na kipato, lakini pia huna uhuru na hicho kipato kwa sababu kama nilivyosema, uhuru wa kipato unajengwa na vitu muhimu sana. Unapata kipato ambacho ni lazima kiwe na matumizi ya, ya lazima, matumizi ya lazima haya tunasema hayakwepeki. Huwezi kuacha kula, huwezi kuacha kulala, huwezi kuacha kuvaa. Haya ni matumizi ya lazima, lakini kuna matumizi ya kujipangia kwamba nahitaji kwenda kufanya hiki na hiki na hiki lakini kuna matumizi ya lazima yanayotokana na kipato chenyewe. Kwa mfano, unauza bidhaa huko Kariakoo, unahitaji kumpelekea mteja bidhaa, yuko Kimara, ni lazima, ili upate kile kipato, lazima utumie matumizi. Sasa tunapozungumzia kwamba uhuru wa kipato ni jambo muhimu sana kwenye afya zetu za akili na ni jambo muhimu sana kwenye kipato chenyewe, ni lazima tuelewe kipato kina ukomo. Kwa mfano, umeajiriwa, wewe umeajiriwa mwalimu wa sekondari, au profesa, au dereva, inafika kipindi ni lazima ushindwe kuendesha gari. Umefika miaka sabini, themanini, huwezi kuendesha gari. Je, utafanya nini? Mimi nimekuja na, uh, na jawabu kwamba inawezekana kabisa ukawa na kipato endelevu hadi unaingia kabulini. Kwa maana gani? Kama una mfumo ambao unaweza kukupa pesa kila siku. Sasa ulikuwa dereva, ni kweli, ulikuwa dereva unaendesha, ukifika miaka sabini uwezi kuenda kuwa dereva, lazima ofisa. Ulikuwa mwalimu, ni kweli, lazima nina kipato, lakini kipato kina ukomo he? ni ulikuwa mwandishi wa habari nafiki na, na, na, na, na, na, na yangu moja anaitwa Salim Kikeke, anaongea sauti nzuri, nafika kipindi sauti ile lazima ishe. Sasa je, wakati huo wa utafanya nini? Nimekuja kukupa suluhisho kwamba ni kweli kipato kina mwisho wake, lakini kipato ambacho nitakueleza leo hakina kikomo. Kwa maana kwamba ubora wa bidhaa za Norland unamfanya mtu aendelee kutumia. Hakuna mtu atacha kutumia bidhaa za afya hadi tunaingia kaburini, hamna atakayeacha. Hakuna mtu ambaye anaweza kuacha kuondoa sumu mwilini, hayupo. Na hayupo mtu ambaye anaweza kaacha akavumilia tumbo lake lio na vidonda vya tumbo. Na hakuna mbaba ambaye anajua kabisa kuna kitu kinaitwa Immune Vital itamwongezea nguvu zake za kiume na kuwa lijali upya, akaacha kutumia. Hakuna mtu ambaye ataacha kusafisha meno kwa kutumia toothpaste, hayupo mtu ambaye ataacha. Awa watoto wetu wa kike dada zetu wanapata period kila mwezi, haiwezekani wasitumie napkin. Hiyo ndio maana ya kipato endelevu kwa mimi na, nipo hapa kukuambia kwamba inawezekana kuwa na kipato endelevu hadi unaingia kab hadi una miaka tisini, mia moja, mia moja ishirini, mia moja as long as wewe upo hai kipato hakiishi, kwa sababu ukishaingia kwenye mfumo huu wa Norland kipato chako lazima kiwe endelevu, upende usipende. Sasa tunazungumzia namna gani unaweza kuwa na kipato endelevu tunazungumzia namna gani unaweza kuwa na uhuru wa kipato, tunazungumzia namna gani unaweza ukafanikiwa wewe na familia yako na watu wengine, ukawa na uhuru wa kipato, ukawa na kipato endelevu, ukawa wewe ni mtu ambaye wala huwazi wala hupati stress wala hupati changamoto za aina yoyote. Sasa, je, ni kweli inawezekana kuwa na, na uhuru wa kipato? Jibu ndio. Namba moja, badilisha mtizamo wako. Amini, inawezekana kuwa na uhuru wa kipato. Amini hiyo. Waingereza wanasema believe it is possible, it is possible, inawezekana. Na unaponisoma hii video, unaposikiliza hii video, jiambie moyoni mwako it is possible, inawezekana. Amini inawezekana, have faith, uwe na imani kwamba inawezekana kuwa na kipato endelevu kwa maana gani? Nimenunua bidhaa za shilingi laki sita, nimetumia zimenionyesha matokeo, nimemwambia mjomba, mjomba atamwambia shangazi, anko, anti, ni milele kwa milele. Hawa watu hawataacha kuzaliana, hawa watu hawataacha kutumia bidhaa, hawa watu wataendelea kutumia bidhaa za Norland kesho kesho tu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Norland ni kampuni ya kimataifa. Norland imewekeza Norland Industrial Group ukienda Beijing ni uwekezaji mkubwa sana sana sana sana ambao hauishi leo wala kesho. Na kila siku wanasayansi wanafanya research, wanapeleka sample angani, wanafanya space technology. Kila siku teknolojia za afya zinaongezeka. Kwa kadiri ambavyo kampuni inawekeza kwenye research na development, ndivyo ambavyo kipato hiki hakiwezi kaisha leo wala kesho. sasa namna nyingine baada ya kubadilisha mtizamo, um, um, ni lazima ujue kwamba kuna umuhimu wa kuhama kutoka kuwa mlaji kuja kuwa mzalishaji au muwekezaji. Norland inakupa fursa ya wewe kuwa muwekezaji, investor. Kwa maana gani? Ukishajiunga na Norland wewe ni shareholder, wewe ni mmiliki wa kampuni. Kama ni mmiliki wa kampuni manake unahisa hivyo basi umehama kutoka kwenye kununua dawa famasi, kununua panado, kununua clorquin, kununua frajin na kunywa na kuenda kulala. Umegeuka kwenda kununua toothpaste ambayo unahisa nayo, ina kulinda meno yako na afya ya kinywa. Unaenda kununua kofi ambayo inakufanya uwe relaxed, upate usingizi mzuri, uheshimike kwenye ndoa yako wanaenda kununua kudingti ambayo inakamua sumu mwilini, inalainisha mafuta mwilini, inafanya mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula uwe safi, na mwingine na mwingine na mwingine hatahitaji kizazi baada ya kizazi. Lakini falsafa nyingine jikite kwenye malengo ya muda mrefu. ah, leo nimeuza kudingti laki moja nimeshakula kula. Ah, hapana, uza kudingti, uza GI, uza hiki Endelea kutoa elimu. Mimi toka nimejiunga Novemba last mwaka uliopita, nimeendelea kutoa elimu pamoja na mafanikio niliyonayo kiafya, kiafya ya akili. Mambo ya kwanza kukopakopa, songesha nini, hayapo. sasa pale unapotulia, huwezi kukaa kuishia pale, unajikita sasa kwenye malengo marefu. Malengo yangu mimi ni watanzania wote watumie toothpaste za Norland. Malengo yangu mimi ni watanzania wote watumie napkin za Norland Malengo yangu mimi ni Watanzania wote wa baba watumia immune vital. Malengo yangu mimi Watanzania wote wenye umri wa kuondoa sumu mwilini wafanye detox, waondoe sumu mwilini, kwa sababu ukiondoa sumu mwilini ni kama unaanza maisha upya, so, anti aging. Lakini katika harakati hizo, weka budget ya maisha, na hapa nazungumzia budget kama wewe ndio mmiliki wa maisha yako na kipato chako changamoto kubwa unakuwa na bajeti unampelekea mtu anakupa bajeti hawezi kutimiza malengo yako lakini jambo nyingine ambalo naweza kuwasihi na kuwaambia watazamaji ni kwamba unapoishi katika maisha yako bajeti kama ifuatavyo asilimia hamsini uh, uh, haya ni matumizi ya lazima haya kwepeki haya kwepeki lakini asilimia thelathini haya ni matumizi ya kawaida na asilimia ishirini ingiza kwenye uwekezaji ila mimi hapa ndani nitakufundisha jambo moja, ondoa asilimia thelathini ya matumizi ya kawaida, peleka kwenye uwekezaji, weka investment. Kwa maana gani? nina asilimia hamsini matumizi ya lazima na asilimia hamsini matumizi ya uwekezaji katika kile kinachopatikana kwenye uwekezaji faida ndogo, nitagawa asilimia thelathini nitatumia kwayo. Nina laki moja, nitachukua laki moja nitawekeza. Faida inayopatikana kutoka kwenye laki moja ndio nitaitumia. Siwezi kuchukua laki moja na kuanza kuitumia moja kwa moja. Lakini pia jambo la msingi, ondoa matumizi yasiyo lazima. Kuwa na timetable, kuwa na ratiba ya maisha. Unaamka asubuhi, unafanya hiki, unafanya hiki, unafanya kile, sio umeamka huna ratiba Halo Beno, tuko Kigamboni shum, umeenda Kigamboni. Halo Beno, tuko wapi? Umeenda halo Beno, tuko wapi? Umeenda. Hii inakusababishia kwamba uwe na matumizi yasiyokuwa na lazima. Kwa sababu kwa sababu gani? Kwa sababu wewe kama huna ratiba, huna timetable, unakuwa kama nani? Uh, uh, uh, floating board. Tunakwenye physics tunasema a floating board eh? unakuwa tu na float Wind left you go left. Wind right unaenda. Uwe na malengo, set target from January to December. Siku ya kwanza nitafanya hivi, siku ya siku ya tatu, siku ya pili nitafanya nitafanya hivi hivi, siku siku tatu nne nitafanya hivi. Sasa kama umepanga ratiba yako ni kwenda kuongea na mteja kuhusu Norland, mtu akikwambia njoo kuna pati, huwezi kwenda. Ratiba yako inakuwa inafuatwa kulingana na malengo. Lakini jambo nyingine nijiulize, unaanzaje Unaanzaje kuwa na uhuru wa kipato? Moja, jiepushe na madeni. Hakikisha katika maisha yako hupendi kuwa na madeni. Una vikoba, una nini, madeni, someni, madeni, sacos, e, e, benki, kila aina ya mkopo. Unaishi kwa madeni, ondoa madeni madogo madogo ambaye atakufanya uwe na uhuru, usiangaike kulipa madeni muda wote. Usipokuwa na madeni, unakuwa mwepesi, unakuwa huna mzigo wa kubeba, akili yako inakuwa imefocus kwenye biashara. Lakini pia lipa madeni madogo madogo yaliyorundikana. Unaweza ukawa na madeni madeni yanayohimilika, lakini unaweza kuwa madeni, huyo anakudai, huyo anakudai, unachukua hiki unaongeza hapo, unachukua hiki unaongeza hapo, unaongeza pale, hiyo haitakiwi. Lakini pia wekeza bila kuchoka, na katika mfumo wa wekezaji ni lazima uwe na mfuko wa dharura. At least angalau uh, miezi mitatu, kwamba ikitokea na ugua miezi mitatu, nina uwezo wa kuishi vizuri. Lakini pia weka akiba bila kujilazimisha. Ukipata faida uh, laki moja weka akiba ndogo. Ukipata faida milioni moja weka akiba kubwa, eh? Wataalamu kwenye kodi wanasema Lipa kodi kadili unavyopata kipato. Kwenye saving tunasema uh, wekeza kadili unavyopata, as you earn, invest percentage of your earning. Kwa anza uwekezaji wako na familia yako mapema. Kwa mfano, mimi nimeshawaambia kwenye video iliyopita kwamba nina watoto ambao wamewekeza huku na wanaendelea na mtiririko mzima wa biashara za Norland. Lakini pia ninataka kuwaambilia jambo moja la mwisho uh, kwamba nini kinatakiwa kufanyiwa kazi, nini kinatakiwa kufanyika ili haya yote tunayoongea yatimie. Namba moja, linda maisha yako, protect your life, linda maisha yako. Tunapozungumza kulinda maisha, maanake hakikisha unapata tiba iliyo sahihi muda wote, hakikisha kwamba mwili wako una afya njema. Namba mbili, iweka mfumo wa utulivu wa kisaikolojia, settle your mind, psychological settlement ni muhimu sana. Kutuliza kichwa ni muhimu sana, kutuliza akili ni muhimu sana, kuwa na utulivu wa kimwili na kiroho na kiakili. Lakini pia elewa magonjwa ni chanzo cha umaskini. Ndugu zanguni, mimi nilikuwa nafanya kazi na ninawekeza, lakini niliishia kulipa bili mahospitalini mahospitalini. Elewa, magonjwa ni chanzo cha umaskini. The more you fall sick every day you spend a lot of money now. Ingia Noland, protect yourself, get Noland treatment. Fanya detox, ondoa sumu mwili mzima, unakuwa na uhakika, ni garanti kwamba ah, afadhali nimeondoa sumu mwili mzima na miaka hamsini, nimeondoa sumu mwili mzima msini, na miaka hamsini thelathini, na hiyo ni garanti. Ni kama gari umeikatia bima, lakini kuna kingine eh, kinaitwa kuwa na nidhamu. Discipline, stay discipline. Kuwa na nidhamu. Nidhamu maana yake una nia ya kufanya jambo, una itikadi ya kufanya hilo jambo, una dhamana, yaani unaaminika, una heshima, una adabu, una maadili na utii. Nidhamu ni neno linalojengwa katika misingi ya kwamba bila nidhamu huwezi kufanikiwa. Without discipline, success is a dream. Discipline ni muhimu sana katika maisha yako, nidhamu isiyo na shaka, tunasema dark discipline. When nobody sees you, what do you do is very important. Usisubiri kusimamiwa. Do on your own. Fanya jambo kwa nguvu zako mwenyewe Pitia malengo yako kiuchumi kila wiki, mwezi, miezi mitatu, robo mwaka. Ishi kadiri ya uwezo wako kimaisha, usiige, don't pretend. usiinflate maisha don't inflate maisha. Ishi kama inkamu yako ni dola kumi, ishi ndani ya dola kumi. Kama kipato chako ni dola kumi, ishi ndani ya dola kumi, sio John anaishi kwa dola kumi, wewe unamwangalia na dola kumi kumbe, au na dola tano kumbe, mwenzake anapewa na babake dola kumi nyingine. Kwa hiyo unataka kuiga, unaiga kitu ambacho kinakupoteza. Sasa kipato endelevu ni muhimu sana kwako kwa, kwa, kwa, kwa maana kwamba kinajengwa katika misingi kwamba uwe na mfumo ambao wewe uwepo usiwepo, fedha zinaingia. So Norland ni kampuni yenye mfumo ambao unapata kamishin uwepo usiwepo, unapata bonus uwepo usiwepo. Na kwa mantikio basi, jenga mfumo unaokupa kipato bila wewe kuwepo kila siku. Kuwa wakala wa Norland, tengeneza mfumo endelevu. Na napozungumzia mfumo, sio mfumo wa kielektroniki, ni mfumo wa namna gani? Unaongea na wateja wako, unawahimiza, unawapa masomo kama tunavyofanya. Ni mfumo ni, ni shughuli unayofanya kila siku, unaunganisha matukio moja mbili tatu yaweze kukuletea matokeo. Lakini pia tengeneza mifumo mbalimbali online, tumia social media, tumia una vijana wa ajili wanaweza kutengeneza social media, na bidhaa zikianza kununulika ni moja kwa moja moja kwa moja lakini pia angalia ubora wa bidhaa na uwekezaji ili kuimarisha mfumo wako mara kwa mara. Mimi nimependekeza mfumo mzuri wa Norland, na nakuomba ujiunge nasi Norland Tanzania ili kuweza kuokoa maisha yako na wengine, lakini pia kuwa na uhuru wa kipato. Asanteni sana na nawakaribisha sana Norland.